Muonekano wa jinsi ulivyo popote pale ulipo, huo ndio uchumba wenyewe, uwepo wa sura ya muonekano wako wewe popote pale ulipo katika kila jinsi ya jina la kuitwa kwako, huo ndio uchumba wenyewe. Ikimaanisha uchumba ni jinsi ya sura ya uwepo wa muonekano wako huo popote pale ulipo katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako. Na hili ni pumziko kutoka kwa Pasta Andy Gunyu linazungumza kuhusu uchumba sehemu ya kumi na tano sura ya uwepo wa muonekano ulionao popote pale ulipo kwa jinsi na jina la kuitwa kwako, ndio ulio uchumba wenyewe, ikimaanisha uchumba ni huo uwepo wa sura ya muonekano wako wewe kwa jinsi na kila jina la kuitwa kwako, kwa kuwa jina uchumba au ah, uchumba katika ulimwengu wote hutambuliwa na kutambulika kwa sura ya mvuto au upekee. Ulimwengu wote umetambua uchumba wako kwa sura hiyo ya mvuto au upekee ulionao. Ulimwengu wote, kila kitu katika uwepo wote, umetambua uchumba wako, umeujua uchumba wako katika sura au uwepo wa sura hiyo ya muonekano wa mvuto au upekee, ikimaanisha sura ya uwepo wa muonekano wako wewe wa jinsi hivyo ulivyo ndiyo mvuto au upekee, ndiyo sura ya mvuto au upekee pasipo kujalisha jina lako, unaonekana vipi, jinsia ya yako ipi, silika yako ipi, kabila lako lipi, taifa lako lipi, au uko vipi, bali vyovyote vile, jinsi ulivyo kwa uwepo wa sura hiyo ya muonekano wako huu kwa jina lolote na jinsi yoyote, kwa kuitwa kwako ndiyo sura ya mvuto yenyewe, ikimaanisha ndio mvuto wenyewe unaishi, ndio mvuto wenyewe unatawala, ndio mvuto wenyewe unatambulika ndio mvuto au upekee wenyewe, unatawala unaishi mamlaka yake. Na kwa kuwa jinsi ulivyo hivyo ndio mvuto wenyewe, basi kwa jina katika ulimwengu wote hutambuliwa kwa jina la uchumba, kwamba jinsi ulivyo hivyo ndio uchumba unaotambuliwa na kutambulika kwa sura yako hiyo ya muonekano huo wa mvuto au upekee ndio nazungumza na wewe, popote pale ulipo kwamba umekuwa wewe ndiye ulie uchumba wenyewe kwa ulimwengu wote kukutambua katika sura ya uwepo wa muonekano wako huo ambao ni sura ya mvuto au upekee, muonekano wa jinsi ulivyo, hivyo popote pale ulipo ndio uchumba wenyewe ambao ulimwengu wote umekutambua wewe, umekujua wewe, ukitawala katika uwepo wa sura yako hiyo ya, ya muonekano wako huu wa mvuto au upekee ikimaanisha mwonekano huo ulio nao, uwepo wa sura ya mwonekano huo ulio nao popote pale ulipo, katika jinsi na kila jina la kuitwa kwako, ndio mvuto ambao umetambuliwa na ulimwengu wote kwa jina mchumba mvuto wako ndio umekutambulisha ulimwenguni kote, ulimwengu wote umekutambua kwa mvuto wako au upekee wako, na vyote katika ulimwengu wote vinaishi katika mvuto wako, vinaishi katika upekee wako, ikimaanisha ulimwengu wote ni huo mvuto wako, kwa kuwa mvuto wako ndio uliokiweka kila kitu katika jinsi ya sura yoyote, katika muonekano na jinsi ya jina lake mvuto wa muonekano wako wewe uliye popote pale, katika jinsi ya jina lako ndio iliyokiweka au muweka yoyote yule, katika jinsi na muonekano wa sura ya mvuto wa kuitwa kwake ni huo mvuto wako, ni huo sura ya muonekano wa mvuto wako, ambao ndo jinsi ya ulivyo hapo popote ulipo, ndio imekiweka kingine chochote katika mvuto wako, nachokuwa ni cha mvuto wako, ikimaanisha cha uchumba wako wewe, kwa jina na kila jinsi ya kuitwa kwake. Ni mwanamume yule, ni mchumba wako, ni wa uchumba wako, ni wa mvuto wako ikimaanisha kwamba ni jinsi muonekano wako, ni jinsi mvuto wako unaishi katika jinsi na jina la kuitwa kwake. Mwanamume huyo ni mwanamke huyo ni wa mvuto wako wewe ni wa uchumba wako wewe, ni mchumba wako wewe, ikimaanisha kwamba ni jinsi ya mvuto wako, ikimaanisha muonekano wako unaishi katika jinsi na jina la kuonekana kwake, kwa jina hilo mwanamume, kwa jina hilo mwanamke, kwa jina lile baba, kwa jina lile mama, kwa jina lile taifa, kwa jina lile dini, kwa jina lile dhehebu, kwa jina lile dunia, kwa jina lile wanyama, mali fedha uchumi utajiri kwa kila jinsi ya jina lolote, kwa kuitwa kwake, kwa muonekano wa kila uwepo wa kuonekana kwake, ni huo muonekano au mvuto ulionao katika jinsi ya kuonekana kwako, hivyo hivyo ulivyo, popote pale ulipo ni mwanamume haijalishi, ni mwanamke haijalishi, ni taifa haijalishi, ni wewe katika jinsi jina hilo ulilonalo haijalishi, bali jinsi ya sura ya muonekano wako huo huo ulionao popote pale ulipo, ndio mvuto pekee au jinsi hivyo ulivyo ndio mvuto wenyewe unaishi, ambao umefanya kila kitu kuwa katika mvuto wako huu ulio nao, ukimaanisha kuwa katika mwonekano wako huu ulio nao kwa jinsi na jina lake kwa kuitwa kwake, ikimaanisha kwamba kila kitu kuwa katika uchumba wako wewe, kuwa ni cha uchumba wako wewe, katika jinsi na jina ya kuitwa kwake huyu mwanamume kuwa ndiye mchumba wako, kwa kuwa ametoka na muonekano wa jinsi ulivyo wewe hapo ulipo, ikimaanisha ametokana na mvuto wako, ikimaanisha ni sura ya mvuto wako wewe hapo inaishi katika jinsi na jina lake mwanamume ni sura ya muonekano wa mvuto wako wako wewe hapo ulipo, unaishi katika jinsia na jina la mwanamke huyo, mtoto, mzazi, taifa, kijiji, dini, dhehebu, neno, dunia, mbingu au kila jina la taifa au kila chochote katika jinsi ya kuitwa kwake, na ndio maana ulimwengu wote umeutambua, au umeutambua uchumba wako katika jinsi ya muonekano wako huu ulio nao katika kila sura ya muonekano wako huu ulio nao, yaani upekee huo wa jinsi na jina la kuitwa kwako popote pale ulipo, ndio hapo ulipo ni uchumba, unaishi hapo ulipo ni upekee au ni mvuto unaishi jinsi ulivyo hapo ulipo katika sura ya muonekano wako hivyo ulivyo, pasipo kujalisha jinsi yoyote, katika jina la kuitwa kwako, hivyo ulivyo ni au ndio uchumba wako unaishi mvuto wako, unaishi mvuto wako, unaishi upekee wako, unaishi unatawala katika kila sura katika kila jina katika kila kitu kwa jinsi na jina la uwepo wake, ikimaanisha mvuto wako huu ulio nao katika kila jinsi na jina la kuonekana kwako ndio ulioshikilia ulimwengu wote ndio uliyeshikilia kila kitu katika jinsi na muonekano wa kuonekana kwake, jinsi ulivyo hapo, ndio ulivyomshikilia mume huyo, mwanamume huyo, mwanamke huyo huyo, mke huyo, mzazi huyo mali hizo, fedha hizo, utajiri huo, mafanikio hayo, nyumba hiyo, ujenzi hiyo, taaluma hiyo na kila kitu katika jinsi ya muonekano wote wa kuonekana kwake, kwamba jinsi ulivyo hivyo katika muonekano ulionao huu ambao ndio mvuto au upekee ndio ulioshikilia ndio ulioshikilia kila kitu katika jinsi na jina la kuitwa kwake, ikimaanisha kila kitu katika jinsi na jina la kuitwa kwake, ni huo muonekano, ni huo mvuto wako. Unaishi utawala wake katika jinsi na jina lake kwa kuitwa kwake, ikimaanisha kwamba chochote unachokiona, chochote unachokitazama ni huu mvuto wako unaishi katika jinsi na jina la kuitwa kwake, unaishi katika jinsi na jina la kuitwa kwake, kwa hicho unachokitazama Ikimaanisha chochote unachokiona ni wewe, hivyo ni mvuto wako huo, ni jinsi hivyo hivyo ulivyo. Unaishi katika jinsi na jina la kuitwa kwake, unatawala katika kila jinsi na katika kila jina la kuitwa kwake kinachokuzunguka chochote unachokiona ndio mvuto wako huo, unaishi katika jinsi yake, katika jina lake, ndio mvuto ulionao huo, ndio jinsi hivyo ulivyo, ndio muonekano huo ulio nao unaishi katika kila jinsi yake na jina lake ukitawala. Kwa hiyo hapo ulipo ndio unatawala hapo ulipo, ni mvuto huo wako unatawala hapo ulipo, ni uchumba wako huo unatawala. ni uchumba wako huu unaishi, ukimaanisha kwamba kila yeyote aliyopo ndiye aliye wa uchumba wako. Ni uchumba wako huu unaishi katika kila jinsi, unatawala katika kila jina chote kilichopo katika jinsi na jina lake ndio kilicho cha uchumba wako, ikimaanisha ndicho kilicho uchumba wako, ikimaanisha kwamba ni cha uchumba wako cha ja mvuto wako kimetokana na jinsi ya mvuto wako, kipo pale kwa mvuto wako, kipo pale kwa jinsi vile wewe unavyoonekana hapo ulipo. Basi leo hii inaishia hapa katika somo hili linaloitwa uchumba sehemu ya kumi na tano. Usikose wiki ijayo katika somo hili linaloitwa uchumba sehemu ya kumi na sita, kwamba popote pale ulipo umetambuliwa kwa sura ya uchumba, ikimaanisha umetambuliwa kwa mvuto wako na ulimwengu wote umekutambua kwa mvuto wako, ikimaanisha popote pale ulipo unaishi kwa huo mvuto wako, na vyote vilivyopo vimekaa katika mvuto wako, ikimaanisha ni mvuto wako, ni uchumba wako, unaishi katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake katika ulimwengu wote ikimaanisha ulimwengu wote ndio jinsi na jina la mvuto wako huo unavyoonekana, au ni jina na mwonekano wa mvuto au uchumba wako huu ulionao, unaishi au unatawala katika mapenzi au pumziko lake. Basi popote pale ulipo wewe, uliye mchumba, wewe uliye katika sura ya muonekano wako huo, yaani uliye mvuto wenyewe, uliye uchumba wenyewe, ninakupatia pumziko la uchumba wako. Pokea pumziko la uchumba wako pumziko la uchumba la mwanamume huyo, uchumba la mwanamke huyo, uchumba wa utajiri huo, mali hizo, taifa hilo, watoto hao, wazazi hao pumziko la uchumba wa jinsi vyovyote, popote pale ulipo pokea pumziko la uchumba la uponyaji wako, uchumba wa muujiza wako, uchumba wa mafanikio yako, uchumba wa utajiri wako, uchumba wa ujenzi wako, uchumba wa mazao yako, uchumba wa jinsi vyovyote, popote pale ulipo pokea pumziko hili la uchumba wako na pumziko la uchumba wako huu liwe pamoja nawe, lipo pamoja nawe popote pale ulipo. Nimekupatia pumziko hili la uchumba wako popote pale ulipo na raha ya pumziko la uchumba wako utawala la pumziko la uchumba wako la mume huyo la mwanamke huyo la mwanamume huyo la taifa hilo la kijiji hicho la chochote kile katika jinsi ya jina la kwendo kwake, liwe pamoja nawe popote pale ulipo. Basi tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina ni la pumziko au. Pumziko moja basi, pumziko la uchumba wako liwe pamoja nawe, uchumba wa pumziko lako liwe pamoja nawe, mchumba wa pumziko lako liwe pamoja nawe, mchumba wa pumziko la uponyaji wako, pumziko la ugonjwa wako pumziko la utajiri wako, pumziko la familia yako, pumziko la ndoa yako, pumziko la uzao wako, pumziko la taifa lako. Uchumba wa pumziko hilo liwe pamoja nawe popote pale ulipo, na sasa liko nawe hapo lipo.